taka kusema leo, la kwanza, hii kesi itatusaidia kwenye mambo mengi sana, na inasaidia nchi kwenye mambo mengi, ikiwemo kuonesha haja ya reforms za haraka. Tulikuwa tunataka reforms za uchaguzi, reforms za kikatiba, lakini sasa inatuambia tunahitaji reforms mpaka kwenye mifumo yote, ikiwemo mahakama ya nchi, ofisi ya DPP kila mtu anayekuja kusikiliza hii kesi anaona kabisa kwamba haya mambo ni fabricated, ni mambo ya kutunga ya uongo, na sio ya bahati mbaya. Na sio Lissu tu anaonewa hapa na anatungiwa mambo, watu wengi wamefanyiwa hivi. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa diwani wetu, alikamatwa, amekaa ndani miaka miwili, amepoteza future yake kisiasa mali zake zimepotea, ametoka nje, amekuta mke wake ame, amezaa na mtu mwingine. Familia imeharibika, mali zake zimeharibika, alafu unamwachia unamlipaji huyu mtu fidia? Freeman Mboya alikaa ndani miezi minane, alafu anakuachia tu, they are getting away. Hakuna consequence ambazo mtu wa upande wa DPP anachukua kwa, kwa kufanya fabrication ya mambo kama hayo. Leo Lissu is an international figure kwa kushtakiwa tu kwa kesi ya uhaini. Kama watu huko kwingine kwenye nchi zinazofuata sheria wangekuwa hawajui kwamba huku kuna kesi za uongo za kutunga za kubambikiza, unaweza ukazuiwa hata kwenye nchi nyingine usiingie, kwa sababu tu mtu amekaa nyumbani kwake na shibe na mke wake au kwenye ofisi yake anatunga kesi, anamshikilia mwenyekiti wetu miezi kumi, anaharibu muda wake wa kufanya kazi anaharibu nafasi ya chama chetu kufanya shughuli zake, kwa sababu kiongozi wetu yuko ndani. Ndio maana tunasema kunahitajika reforms sio za kikatiba tu na za kiuchaguzi tu, tunahitaji reforms za kimahakama, ili uhuni kama huu ukimtokea mtu mwingine, hao watu walipe fidia kwa huyo mtu, mabilioni yanayotakiwa kwa huyo mtu. Maana mambo ya kihuni kama haya huwezi kumfanyia Marekani kwenye nchi yao, watakufunga watakushtaki. Unaleta shahidi hapo, anasema nilitoka polisi asubuhi, kwenye karatasi yake aliyoandika ya, ya maelezo anasema nilitoka mchana. Hicho ni hilo ni jambo unaweza kusahau jambo ulilolifanya la kweli uliloliona, unaweza kulisahau? Shahidi anatoka Songea, mmoja anatoka Arusha, mwingine anatoka Moshi, maelezo yao yanafanana kama watoto walioimbishwa a e i o u, kila mtu anatembea mle mle. We are not fools, sisi sio wajinga. Pesa za nchi yetu zinatumika kufanya ushenzi hapo, hatutakubali na kila mtu ambaye ataungana na hao watu kujaribu kutushambulia dunia ya sasa, hata nyie waandishi wa habari nawaambia, hamwezi kupika uongo, kwa sababu dunia ya sasa hii, dunia ni grobo. Ndio maana mtu amelipwa, ame hapo, eti anafanya robbing huko, eti kujaribu kusafisha taswira. Hii dunia, simu tu. Nyumbani kwangu mimi nakaa na simu, narusha kitu, kinaenda dunia nzima, kila mtu anaona. Naweza nikajifungia leo nikasema jambo, baada ya nusu saa liko kila sehemu Utadanganya watu, watu walipigwa risasi, watu wanaona, utadanganya, utasafishaje? Yapo yanaeleweka. Kwa ni mimi nafikiri tunahitaji reform kubwa sana, ili kukomesha haya mambo yanayoendelea kwenye nchi hii, mambo haya ya kuonea watu, mambo ya kubambikiza watu kesi, mambo ya kufanya uhuni, uhuni. Miaka sitini na nne baada ya uhuru, hatuwezi kufocus kwenye masuala ya kiuchumi, kwenye masuala ya kimaendeleo, kwenye masuala ya teknolojia, tuna focus kuja kumwonea Lissu kwamba hawapigie magoti. Duniani hapa nani ataishi milele? Sisi hatutapigia mtu magoti kwa uongo. Hilo hatutafanya, hilo wajue kabisa kwamba watatukata vichwa, tutaenda huko chini kaburini tukiwa proud kwamba tulisimama, hatukupigia mtu magoti. Hilo waelewe. Nimesema hapa tangu siku ya kwanza, nafikiri walikuwa wanafikiri tunatania. This is the same, atakuja hapa, he will kill you with his smile, kwa sababu anajua hajatenda kosa na anajua anapigania watoto wa nchi hii, hata wapigia magoti kwa. Tunaendelea kusisitiza wamwachie mwenyekiti wetu unconditional. Kama walivyomkamata, this case ni aibu kwa nchi ni udhalilishaji wa weredi na ni kujianika, kwa sababu katika mazingira haya ambayo shahidi anaandika kwamba nilienda asubuhi mahakamani, sii niliachiwa asubuhi, mara sii niliachiwa baada ya dakika 45, huku anasema sii niliachiwa baada ya nini, sii nilitolewa hapo baada ya nini, halafu nyiye hata rojiki rojikitu kwamba huo mjadala wa Lissu kuhusu no reforms no election, huyu anasema kwamba eneo analofanyia kazi kuna mamantilie, kuna bodaboda, si kuna maduka, lakini wanaojadili ni bajaji tu. Yani hakuna hata mamantilie mmoja aliyevutiwa na huo mjadala, hata asikilize au awepo, yani ni bajaji tu. Logic inakwambia kwamba sisi ni wajinga kiasi hicho wakienda kwenye kijiwe cha boda boda, ambacho kuna watu wana maduka hapo, kuna nini, lakini wanaokuwa wanajadili ni boda boda tu. Yule wasongea anakwambia niliendesha kwenda kumchukua mteja, nikaenda nikapaki sehemu nikaanza kuperuzi. Na mwingine anatoka Moshi, Arusha, naye aliendesha kwenda kuchukua mteja, na yeye akapaki akaanza kuperuzi. Kwa hiyo walipigiana simu kwamba tukipaki tukuchukua mteja ndio tuanze kuperuzi, si kama mnanielewa. Mwingine anasema simu yangu imepotea, mwingine anasema iliibiwa, mwingine anasema iliharibika. Ni coincidence kwamba mashahidi waliokuja kutoa ushahidi simu zao. Huyo mwenye Panasonic kisui ngapi? kwanza walisema Panasonic, Sony, Ericsson, si nini? Hiyo hiyo si moja, ndio hiyo hiyo Galaxy, ndio hiyo hiyo Panasonic, ndio hiyo hiyo Sony. We are not stupid. We are not stupid. Watanzania sio wajinga. Kufoji mambo ya aina hii ni aibu. Lakini sasa hao watu ambao wanaweza kujipa uchaguzi kwamba wameshinda asilimia 97 wana wana aibu gani hao kwamba wamepata kura kuliko alizowahi kupata hata Mwalimu Nyerere akiwa anagombea. Ndio na hapana au watu wanaaibwa. Lakini ni muhimu kila mtu atimize wajibu wake, na kwetu waandishi wa habari, tendeni haki. Sisi sio watu sisi watu wa Chadema tunapenda uhuru wa habari, tunapenda mfanye kazi yenu kwa uweredi, hatupendi tuingilie wala tujue mnachoandika lakini tendeni haki, ripotini kwa haki. Ukiona nimevaa nguo ya blue au ina rangi ya blue na nyekundu, sema nimevaa nguo ya rangi ya blue na nyekundu. Ukisema nimevaa nyeusi, utakukanusha public, na dunia ya sasa watu wana simu hizi, ni tofauti na zamani. Utaandika kitu hapa Alafu mtu atasema mbona hii kitu huyu mtu anachoandika kwenye simu, nimeona video haisemi hivyo? Atakuona wewe na chombo chako unapotosha, na atakuchukia. Asanteni kwa kunisikiliza.